Uh, mutima amekuwa introduced swalangu la mwisho tira, eh, manager, uh, mutima amekuwa introduced <laughs> katika kipindi uh, si, siwezi kusema ni kibaya ila kina, kina controversy nyingi sana kwenye entertainment industry bongo. Kipindi gani hicho? Kipindi hichi eh, cha mwisho wa mwaka, na oh, mwaka yeah. Mwezo unajua eh, the, the game jinsi ilivyo, mashabiki walivyokuwa wanaongea sasa takusupport wasanii na nini, lakini bado kaweka bidhaa mpya mm. Sokoni hiyo riski ali ilikuwaje kwa kuiteka. um, Wacha niongee hivi in general. Um, nitakwambia hiyo hizo hizo hayo maneno ya kusema muziki bwana, mziki ya kusema kwamba nataka support ya sanaa. Muziki bwana, muziki hauna mwenyewe. Muziki wewe, oh, unaweza ukahisi mimi labda na, na mtu namchukia lakini naweza nikaa naimba muziki wake. Umeelewa? Lakini unaweza pia ukagombana na mtu lakini still kichwa chako kikaimba muziki wa ule mtu, oh, ambao una sio unaelewa so um, kuwasemea watu kwa sasa hivi ningependa ni, ni, ni kila mtu kila mtu aelewe kwamba ili kitu kiweze kutoka moyoni lazima mtu ongee. Mimi nafurahi watu wanavyosema wanatoa madukuduku yao, wanatoa maumivu yao, they have rights. wana haki ya kusema chochote, lakini chuki huwa haishi milele. Umeelewa? Maybe one day tutawafurahisha, maybe one day mtu atasema okay, let me just get over it anawezaka jisikia yes, iko sawa next time, kwa sababu uchungu uchungu una tabia ya kukaa na kuondoka, sio unaishi milele, umeelewa? So mimi ningependa hiyo swala la kusema kwamba watu sijui imetoa katika wakati mbaya na nini, hapana. Sisi kazi yetu tunaifanya kama wao walivyokuwa na kazi zingine, sio? Umeelewa? So sisi wacha tufanye kazi, tuki ikitokea tumewafurahisha basi watasikiliza muziki, lakini sina maana kusema kwamba watu wanatuchukia, umeelewa? Ni muhimu watu waweze kutoa yale yaliokuwa ya moyoni. Ni vizuri tukisikia hayo maneno, lakini ai, mimi binafsi niliweza kuomba msamaha nikasema, kwa kweli najua nimewakwaza, lakini nisameni, sababu it's black and white. Umeona kwa kilichotokea, kila mtu amejisikia vibaya. Sidhani kama kuna msanii hata mmoja amefurahishwa, sio ti msanii, watu wote, umeelewa watu wote ambao wameshuhudia hayo matukio na vitu vingine, hakuna mtu amefurahishwa. Kwa hivyo sio lengo letu, kwa kwanza lengo letu ilikuwa sisi tufanye kazi yetu na kila mtu afanye kazi yake, that's the only point.